na kujitenga na watu wa ovu na juhudi kubwa ilikuwa ni katika kusomesha. Wewe soma taarikhi ya ile miji yao, walikuwa wakiishi na mambo mengi ya kipumbavu ya kijinga yalikuwa yakifanyika, alafu kipindi chake yeye alipokaa katika miji ile akaandika vitabu vidogo vidogo kwa ajili ya kuwasomesha awamul muslimin na tulabul ilm baadhi wa ya waandishi wa taarikhi wanaomzungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanasema kwamba rahimahullah alifanikiwa katika miji yake kiasi cha kwamba ukiingia katika miji yao kule, katika miji ya Yamama huko Riyadh na Najdi, yani Uyaina na miji mingine sehemu za Najdi huko, ukiingia katika miji hiyo kumpati jahil, watu wote like wanajua kusoma Qur'ani wanajua tauhid, wanajua yani ni watu mpaka wale watu wa kawaida awamu wa wa lmuslimin, huwezi kumpita mtu jahil, hajui kuswali hajui hizo elimu kubwa kubwa tu, lakini humdanganyi kwenye swala yake humdanganyi kwenye saumu yake. Qurani yajua kusoma, tauhidi yajua, durusi durusi, durusi durusi, wanawake kwa wanaume. Huyu bwana alifanya juhudi kubwa kabisa katika jambo hili. Mtawala akamwelewa akamkubali, ikawa kheri, na watu wa miji ya jirani mpaka waka, waka, waka, wakaona daula zile duali ndogo ndogo na makabaili yale wakaona wivu. Hapo mwanzo walimpiga vita, baadaye wakamwelewa, wakaungana na yeye.

Sasa ile dawa inaondosha sharafu za watu. Kuna watu watakutumia dini kama hivi. Leo utakuta baadhi wa shekhe, lete pesa dua silete. So, pesa sio hivi, akuandikie kombe, kumbe alikuwa atakiwa akufundishe tu namna ya wewe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini atakakula pesa yako, hataki kukufundisha. Sasa ukija mtu ukija ukiwafundisha hawa wateja wakimbia, ni wateja hawa hao, ni wateja watu wao, si wajinga, si ndio? Wali wao. Sasa wewe ukiwa wafukuza hawa wateja, lazima utakutana na uadui na wenyewe ene jambo lao. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amepigwa vita vingi sana. Lau ingelikuwa jambo lake alilofanya ni jambo la kipuzipuzi puzi, puzi, lingekufa siku nyingi kabisa, lakini kila wanapopiga vita da'wa hii ndivyo inavyoelea ina. Lakini ukimwangalia shekhi amesimama katika misingi ya da'wa salafia ya ukweli ukweli kabisa, akaisomesha familia yake, watoto wake, wajukuu wakaja kuwa maulamaa, na mpaka sasa familia yake kina Sheikh Saleh alu Sheikh na wengineo ni watu wenye ilmu zenye zinazotambulika katika ulimwengu. Lakini kitu kikubwa zaidi ni watu kusimama katika misingi ya sawasawa katika daawa. Haya masuala kutaka kuchanganya huku na huku na kufanya hivi, ukajiona wewe ni mwerevu sana, yanakuharibia wewe, utakwenda muda mrefu na, na wala hakuna kheri yoyote itakayopatikana kwako. Sasa vijana wengi huwa katika misingi wanaikosa, ni misingi ya alwalaa walbara, katika kuaminiana na watu katika misingi mkubwa, wenye kuua bid'a ni kujitenga na watu wa bid'a, kwa sababu wao watakuonyesha watu kwamba lao wanaolifanya ni sawa, si mpaka hata fulani tuko naye, mtu fulani ni mwenzetu sisi na wewe tayari unaonekana ni shekhe walingania kwenye sunna unawapa wale, nakuwa, wawale. Kwa hiyo wewe unawaghuri wale wasiojua, unawadanganya na kuadhaa waone kwamba hata huyo shekhe mwingine pia iko sawa, sisi hatubaguani na wao kwa, kwa mambo binafsi, watu wa bidaa wote, rafidha yani shia, masufi, makhawariji na wengineo kwa sababu tuna ugomvi na wao kwenye viwanja na mashamba, bali sisi tunaona kwamba wao wanafanya uharibifu katika jambo la dini. Sasa tutakapokuwa na sisi tukubaliana na wao, wale watu wa kawaida wakiona hata mtu fulani pia iko pamoja nao hana neno. Unajua mashekhe hawa mashekhe, na aingizwe kwenye jambo kubwa kabisa ni sisi kuhakikisha katika daawa yetu

Masakini hawa wanaolinganiwa, taamali nao kwa uzuri. Kuna watu ana tazamut aona kwamba msimamo sisalimii mtu ndio msimamo. Kama akaa kwenye nyumba ya kupanga, watu wote asalimiani nao, jeuri kweli kweli, nini msimamo? Kajenga nyumba yako, basi ishi na watu vizuri, kaa nao vizuri kulaumu hebu, toa njia za kuelekeza hawa watu. Hata mke wako hata watoto wako, kiwa kila siku wamlaumu kila siku we walaumu, yani wewe hufundishi, kazi yako wewe kulaumu, atakuchoka. Kwa hiyo ule uslubu wa kuishi na watu na namna ya kwenda nao na maisha yalivyo na watu, kujichanganya na wale awamu wa muslimin Kuwaheshimu walio wakubwa katika wao ndani ya mipaka ya kisheria ni jambo linalotakikana na lilotarajiwa kwa talib alilm. Ama misimamo yetu sisi kwa watu munharifun, watu wanaojua wanachokifanya, wanaojiita mashekhe, baada ya kuwa tumewanasihi lakini wakaendelea na mambo yao, sisi ni mukataa kwao. Ikiwa mukataa huo una manfaa katika hilo, mfanyie mukataa.

Sasa leo utakwenda kusoma kipi kwa watu wa bid'a, ambacho hakiko kwa salafiyun? Kitu gani? Labda kitu cha haramu, labda ukasome uchawi, utakuwa mwanga, elimu za haramu. Lakini elimu zote za halali zinazokubalika katika sheria ya kiislamu ziko kwa salafiyun kwa kiwango ambacho wewe kitakusaidia Kwa hiyo kitu kikubwa kabisa ni mujanabatu ahlil bidai wal ahwa. Hili inokwenda kusema watu watakiwa wapite kwenye msingi huo. Haina maana kwamba tutafanya nao biashara. Amekuja kununua maharage dukani kwako, sikuzii nani arwe mubtadii? Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauziana na Mayahudi, kakopa kaikarehani kwa lazima pia ujue namna kuishi na watu, lakini haina maana kwamba sasa ndio mshirikiane katika dawa la shikamana. Hapa hapana, mwisho hapa. Kwa tujitahidini katika kuifahamu misingi ya dawa yetu na kuitabik, kuifanyia kazi, na lazima tuwe na bidii, na katika bidii nyingine ni bidii ya kusoma na kusomesha. Tusomeni sana wale waliopiga hatua, basati masatidha wale mwenye vituo na maraki, tusomeni sana. Na unafika mahali sasa, waambiwa vunja kalamu ya naskhi, chukua kalamu ya takhrij, uwe una tabia ya kufanya vijibahsi vidogo vidogo, fanya research zako. Lakini shida pia, watu wengi wanaumizwa na kuwepo na vitabu na maktaba, lakini waweza pia kuiandaa maktaba yako kidogo kama ipo maktaba, nenda kasome, fanya bahthi zako. Kila masala inayokuja kila masala inayokujia, hili limelitatiza, ngoja niingie maktaba nifanye bahthi kwa kadri ya ile hali pale ilipo. Utajifunza mambo mengi katika dini, kwa lazima uwe una nia ya kuiondosha hapo ulipo, kupanda kwenda kwenye, kwenye, kwenye mustawa mwingine. Nikisema hivi sitoi ujasiri kwa vijana walio na mustawa wa chini ambao bado hawajajua mambo ya elimu hayatafanya ihkam bado, kwamba na wao sasa waingie bahthi, wafanye bahthi, waandike vitabu, sikusudi hilo. Ndio maana nikasema wale asati idha mashaikh ambao sasa alhamdulillah washapata ufunguo, waona wasiwe wavivu. Tuondoeni uvivu, tusomeni sana, hizi buhudhi za kiilmu zinajenga, zinakutoa sehemu moja

Kidogo kidogo, wiki, mwezi, miezi miwili una mrundo mkubwa wa maalumati ambayo wewe umeyatafiti. Hili la ziada tu, na pili, lile la kwanza lilikuwa kubwa zaidi. Tukitaka tubarikiwe kwenye daawa yetu, ni lazima tufuate miko ya daawa salafiya, na miongoni mwa miko hiyo ni sisi kuweka tamayuz, upambanuzi, ili wajulikane watu wasawa na wasiokuwa sawa. Ukionekana wale masalaf we'll katika tabia zao ni watu wana adabu, wana ihtiram kwa wakubwa, wanajua haki za majirani. Sawa, sio majirani wote wakuchukia wewe, kwa sababu wewe una tabia mbaya, lakini wajue kwamba yule shekhe ni mtu muhtaram, lakini hataki jambo hili. Hataki mziki yeye, hataki watu wajue, lakini kwa heshima na adabu. Lakini kili unachoweza kukisimamia katika misimamo kisimamie, kifikishe kwa watu, ieleweshe jamii yako. Wale wewe umeelesha mtaa huu, yule kaelewesha mtaa yule. Ndio dawa hiyo. Miaka kumi iliyopita alikuwa huwezi kupata watu wa namna hii kwenye semina za masalafu, huwezi Haiwezekani, lakini sasa misikiti ya yajaa ya, nafasi hakuna. Ni fadhila za Allah kisha juhudi za wale waliosimamia hii dawa. Naona siiendelee sana, itatosha kwa hapo. Bado dakika tano, Sheikh Abu Abdissalam anasema niendelee kidogo, bado dakika tano. Kwa hiyo kuna sihiana katika kheri, ndio jambo linalotakiwa kwetu sisi ndio na, na maana ya kuzilia nafsi twasoma, alafu kii tunachokisoma kwamba we soma tu, alafu hayo mingine utajua wewe mwenyewe. Hakuna elimu ya namna hiyo. Tukisomeshana namna hiyo, kuna watu wengine takuwa waganga kweli kabisa. Ndio maana watu utakuta katika baadhi ya madaris na baadhi ya vyuo, mtu asoma dini kawa mganga watunguri. Sasa ha mganga wa vitabu apige ramli nili kwa sababu kuna malezi ya kitauhidi wameyakosa. Dini wanaitumia kama dini, ndio ndio ndio dini wao, watu wanapiga dini kupitia dini, watufukiha lighairi dini waltumisat ldunia biamali lakhira, pakasomwa pale, lakini si kwa ajili ya dini, ikatafuta dunia kupitia amali ya akhirah. Kuna watu wako namna sasa lazima tuwalee watu sisi, tuka tutumia juhudi kubwa kusomesha, kumbe tutasomesha kundi, kundi la waganga? Ah, sio hivyo. Mi si wadhani hivyo vibaya, lakini katika wajibu wetu sisi ni kutanabishana au, kumbe wamsomesha mtu awe hizbi kabir sufi? si hatuwezi fanya hivyo. Ilmu ilete athari kwamba yule anayesoma basi afuate ile yale, yale misingi na miko ya ilmu, afuate ile utaratibu wa ilmu. Kwa natarajia insha Allah kutoka kwenu haya machache niliyozungumza irtijalan, kwa sababu nimeombwa ni tu hapa kidogo nitoe, na saa hizi na saa zinatakikana, natarajia insha Allah nitakuwa nimeeleweka, na Allah tabaraka wa taala atujalie sisi kuwa ni katika watu wenye kuyafanyia kazi yale waliyojua, na ilmu yetu yitunufaishe kwa yale tunayafikisha kwa watu, yawe yametoka ndani ya nyoyo zetu, yaingie kwenye nyoyo za wale wenye kutusikiliza, yaahiri kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alilmu alamalu

We umekuja kwa pesa yako pengine kutoka huko ulikotoka uliko, uliko ukanunua kitabu kwa pesa yako, ukanunua kanzu kwa pesa yako, ukajihudumia mwenyewe kusoma, lakini utakwambiwa ah, hawa walipo na Marekani hawa. Jamani, Marekani yani, hawa ah, vibaraka hawa, watumiwa hawa, hawa watumika kanzu, vileba si nini, vitabu kure tuwapewa tu wewe mwenyewe wajua wa katika nafsi yako kwamba huyo anazuli ya uongo. Mbona mimi nimenunua vitabu miaka nenda miaka rudi kwa pesa yangu mwenyewe, sijamwona Myahudi wala Mnasara hapa vile kunitolea pesa. Lakini watakuzulishia hivyo, we wasoma waelewa wahifadhi, kwamba wajua hawa hawana fahamu, hawa hawaelewi, hawa wanamezeshwa tu. Sasa hebu angalia durusi kama hizi zote, kuna cha kumezeshwa? Kama uelewi uelewi tu, lakini hakuna cha kumezeshwa, utasomeshwa. Ehe, kama mustawa wako wakubali kupokea utapokea, na ni misingi ya kielimu iko wazi, hakuna cha kumezeshwa kwamba wapelekwa msimamo tu. Misimamo yetu sisi yaijengwa kwenye ilmu, lakini watakutukana hivyo.